Hafla hii ni utekelezaji wa maelekezo ya serikali kupitia miongozo mbalimbali ikiwemo kanuni ya utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 2030, dira na mpango wa maende, dira na mpango wa taifa wa maendeleo, malengo endelevu ya milenia na mpango mkakati wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Kuzingatia miongozo hii halmashauri hutenga bajeti ya makundi maalum na kuyawezesha kiuchumi kwa kupata mikopo isiyo na riba ili kujiongezea kipato, kuongeza ajira na kuchochea maendeleo kwa ukuaji wa uchumi. Hali ya utoaji wa mikopo kwa mwaka wa fedha uliopita 2024 2025: kwa mwaka wa fedha uliopita halmashauri ya wilaya ya Bunda ilitoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni mia nne na nne laki tisa hamsini na nne mia tano kumi na nne. Mikopo hiyo ilitolewa kwa vikundi 83 kwa mchanganuo ufuatao: wanawake vikundi 47 walipata shilingi milioni 197.9. vijana vikundi 31 walipata milioni 190.4. Watu wenye ulemavu vikundi 16 walipata shilingi milioni 16.3 jumla ya mikopo yote ilikuwa shilingi milioni 449. Na hali ya utoaji wa mikopo kwa sasa kwa mwaka wa fedha huu 2025 na 2026, kwa mwaka huu wa fedha halmashauri ilipanga bajeti ya mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 320 laki 164 ambapo shilingi milioni 220 laki 164 ni, si ni asilimia kumi ya mapato ya ndani na shilingi milioni 100 ni fedha za marejesho kwa vikundi vilivyokuwa vimekoteshwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ilitoa tangazo la mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 200 tarehe 1 mwezi wa kumi hadi tarehe 31 mwezi wa kumi, mwaka 2025 kwenye kata zote 19. Jumla ya vikundi 41 viliwasilisha maombi yenye thamani ya shilingi milioni 563.8 kamati mbalimbali za mikopo zilipitia majalada na kutembelea miradi ya vikundi kuona uhalisia. Baada ya kufanya upembuzi wa kina, kiasi cha shilingi milioni 196.5 kilipendekezwa na kutolewa kwa vikundi 29, vya wanawake 19, vijana 8 na, na watu wenye ulemavu viwili. Hii ni sawa na asilimia 61 ya bajeti yote iliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 hatua hii inaonyesha dhamira njema ya halmashauri katika kuhakikisha fedha zinawafikia walengwa kwa wakati na kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Vikundi hivi ishirini na tisa vinajishughulisha na ufugaji wa mbuzi, kuku, nyuki, kilimo cha mpunga na bustani, biashara ya samaki na ujasiriamali kwa ujumla. Vikundi kumi na mbili vilivyokosa mkopo kwa awamu hii kutokana na sababu mbalimbali itaendelea kujengewa uwezo na wataalamu wa ngazi ya kata ili waweze kukidhi vigezo na kuomba awamu nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika vikundi hii mafunzo ya awali yametolewa: ya usimamizi na matumizi ya fedha za mkopo, usimamizi na uendeshaji wa miradi, utunzaji wa kumbukumbu za fedha, kutokana na, kutoka kwa wataalamu wa biashara, kilimo, mifugo, nyuki, kulingana na miradi husika. Pia elimu itakuwa inaendelea kutolewa wakati wa uendeshaji wa miradi. Halmashauri ya Wilaya ya Bunda, kwa kutumia kamati mbalimbali za usimamizi wa mikopo, kuanzia kamati ya mikopo ngazi ya kata, kamati ya huduma za mikopo ngazi ya halmashauri management, na kamati ya wilaya ya uhakiki wa mikopo, inaendelea kusimamia kwa uwazi na uwajibikaji utoaji wa mikopo hii, kuhakikisha fedha za umma hazipotei, ili kuleta matokeo chanya yaliyokusudiwa na serikali kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunatoa wito kwa wanufaika wote kutumia mikopo hii kwa malengo yaliyokusudiwa na kurejesha kwa wakati, ili kutoa fursa kwa vikundi vingine kunufaika kwani fedha hizi Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan uendelee kutenga fedha hizi za makundi maalum kwani zinaonyesha matokeo chanya katika kupunguza umaskini na kuboresha hali ya maisha ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika wilaya ya Bunda.